Tunapenda kuchukua fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza viongozi wa dini ambao wameona umuhimu wa kufanyika kwa reform. Na wote wameunga mkono msimamo wetu wa G55 na ushauri wetu kwa chama. Hakuna kiongozi wa dini aliyesema kwamba tukazuie uchaguzi. Wote wamehimiza waumini wao kwamba waende wakashiriki uchaguzi, lakini uchaguzi uwe huru, haki na wa amani. Kwa hiyo mahubiri yote ya Pasaka hakuna mahali, na imeendana na tahadhari yetu tuliyotoa kwa chama kwamba tunaona hatari ya kupoteza kundi muhimu kama tukiendelea na msimamo kwamba tunakwenda kuzuia uchaguzi. Na viongozi wa dini wameungana na G55 kwamba wanaunga mkono reforms lakini wanataka watu wakashiriki uchaguzi. Ndio msimamo wa mahubiri ambayo tumeyasikia siku zote mbili za Pasaka.